Naam, mtazamaji, bwana baada ya, ya maneno mengi sana kuzungumzwa huko mitandaoni, maana kumeibuka utata kutokana na kauli ambayo Diamond aliiweka kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya kuvujisha zile picha kwa mara ya kwanza kabisa, na zikiwa zinaonyesha akiwa yupo e, katika hali ya kuoa e, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Diamond Platinumz bwana aliposti kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba akaweka ujumbe pia, na ule ujumbe ni moja kati ya vitu ambavyo vimeibua controversy nyingi sana. Maana mule bwana ni kwamba Diamond alisema kwamba alishawahi kuoa na kuna mengi sana yakatokea, ila aliamua kukaa kimya na hata interview alikuwa anakwepa, lakini atakuja kusimu Mulia nini ambacho kimehappen kuhusiana na hiyo ndoa. Na pale katika ile ndoa alikuwa anaonekana Zuchu, ndo anaolewa. Kutokana na hayo maneno ya Diamond, moja kwa moja ikapelekea watu kuanza kuhisi kwamba ndoa imevunjika na kuna siri nzito sana ambazo Diamond yuko mbioni kuziweka bayana. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho wadau walikuwa wamekibeba moja kwa moja kutokana na ile posti ya Diamond kuhusiana na swala hilo la ndoa. Lakini kuachana na hayo yote Zuchu ameamua kutoa majibu kwa namna moja au nyingine, yani kuwaaminishia kuwa watu kwamba yeye na Diamond wako sawa, wako poa, japokuwa tuliona siku ile katika final wedding ya Juksi hawakuwa pamoja eh. Lakini kwa sasa hivi, kwa mujibu wa Zuchu, ameamua kuposti kupitia ukurasa wa, wake wa Snapchat, akiwa yuko anaenda dina na mumewe. Umeona bwana? So, hicho ni kitu ambacho kiukweli kimefanya watu wengi sana wawe very surprised na kutokuelewa kwamba what is going on ni kwamba hawa wawili kweli wameachana au la. Yani ni kitu ambacho kimewasumbua watu wengi sana kutaka kufahamu ukweli kiundani zaidi ni upi kwamba kweli Diamond ameachana na Zuchu au hapana. Lakini huku watu wanasema kwamba ameachana, lakini ukitazama kuna hizo posti ambazo zinaonyesha kwamba Diamond anaenda zake kula dina na Zuchu. Na Zuchu sio tu kwamba anaenda kula dina na Diamond zake dinner yeye na mumewe ambaye ni Diamond. Na Diamond bwana aka amerekodiwa video akasema asalamu alaykum na vitu vingine kama hivyo, so, ni issue ambayo Zuchu amekuja kuaminisha watu kwamba yeye na Diamond wako poa, hawajaachana. Mahusiano yao yako, eh, yako vile vile. Hebu sikiliza hapa jinsi ambavyo moment yao ilivyokuwa. Yeah, so peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusu na habari hiyo. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba, bwana, video mpya kutoka kwa wanandoa Diamond na Zuchu. Peji nyingine hii hapa imeandika kwamba, bwana, Zuchu ameandika Dina na mumewe. Eh, kwa hiyo ina maana kwamba yeye na mumewe bwana, bado hawajaachana. My Martha amekuja ameandika kwamba, bwana, acha shindi acha shindi mdogo wangu, basi walai upo Mbezi unakula upepo eh, wa bahari Eh, kwenda Zanzibar kuna mtu ameandika hivyo, huyo ni Maimafa. Lakini pia kuna peji nyingine hapo wamekuja wameandika kwamba Zuchu ameenda kupata chakula cha usiku na mume wake Diamond Platnumz. Wadau wanaosema kwamba wameachana, e eh, bwana kazi wanayo, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, hebu tuwekee maoni yako. nahisi kwamba kweli Zuchu na Diamond wameachana, kama the way ambavyo watu walivyokuwa wanazungumza huko mtandaoni, au la, ni kwamba tu hizo ni tetesi, au ni kwamba kweli wapo katika mahusiano mpaka sasa hivi? Weka maoni yako katika comment section, na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.